Kwa jina la Allah, mwenye rehema, mwenye kurehemu. Alfatiha 1. Mwenye rehema, mwenye rehema. Alfatiha 3. Nikumbukeni, nami nitakukumbukeni. Al Bakara 252. Mimi niko karibu na mimi nawasikiliza wale wanaoniita. Al Bakara 286. Na Mwenyezi Mungu anawapenda wale wanaotubia na kujitakasa Al Bakara 222. Allah ni pamoja na wenye subira Al Bakara 253. Na Mwenyezi Mungu anawapenda wafanyao mema Al Bakara 295. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuridhika na wale wanaomdhabihu Al Bakara 227. Na Mwenyezi Mungu huwapa hikima wale anaowapenda Al Baqarah 2269. Na Mwenyezi Mungu anawapenda wenye haki. Al Imran. Na Mwenyezi Mungu anawapenda wenye ukarimu, wenye saburi, na wenye kusamehe. Al Imran. Mwenyezi Mungu anawapenda wale wanaomtegemea. Al Imran. Na msijidhulumu nafsi zenu, hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye kurehemu kwenu. Anisa na Mwenyezi Mungu anawapenda wenye haki al-maida 5:42 Mwenyezi Mungu ameweka rehema juu yake mwenyewe al-anam 6:12 Na wanapokuja kwako wale walioamini, sema amani iwe juu yenu, Mola wenu Mlezi amejipatia rehema. Hakika rehema ya Mwenyezi Mungu iko karibu na wafanyao mema al-araf 7:56 na rehema yangu inazunguka kila kitu al-araf 756 Mwenyezi Mungu anawapenda wenye haki at-tauba 97 Mwenyezi Mungu yuko pamoja na Mtume na Waumini at-tauba 940 Mwenyezi Mungu anakuita uingie katika nyumba ya amani paradiso yunus 1025 Na Mwenyezi Mungu ni Karibu, Mwenye kuitikia hud 16 Hakika Mwenyezi Mungu ni mlinzi mwema, mwenye kurehemu. Hakika katika kumkumbuka Allah nyoyo hupata utulivu Ar-Ra'd 13:28. Na mkishukuru, nitakuongezeni Ibrahim 14:7. Waambie waya wangu kwamba mimi ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu Al-Hijr 54:9. Hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wale wanaomcha na wanaotenda mema. An-Nahl 16:128.